Mtazamaji, wahenga walinena kwamba mgeni njoo mwenyeji apone, lakini mgeni mwenyewe, ukikaribishwa kwenye sebule ya mtu usiingie ndani na kuanza kurandaranda kutafuta choki kwa wapi, ni vizuri kuuliza. Hili taswira rungi Al Shifaa. Mtazamaji, ukiwa ni Jumatano ya tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2026, ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi naitwa Joseph Lewa. Kumbuka matangazo haya unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Al Shifaa Digital Kenya, YouTube Al Shifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter at Al Shifaa Media Kenya. Tukianza na taarifa kuu, ni kwa polisi katika kaunti ya Mombasa wanachunguza jinsi raia wawili walivyopata sare na vifaa vinavyotumiwa na jeshi la Kenya. Washukiwa hao wawili ni Hamisi Mwamtuo maarufu kama Hamzo na Bashir Ali Waganzo anayejulikana kama Bosho walikamatwa jana katika nyumba moja iliyoko kijiji cha Zamandani eneo la Shikaadabu, katika kaunti ndogo ya Likoni walipokuwa wakijificha. Katika operesheni hiyo, polisi walipata jozi tatu za sare za jeshi la wanamaji la Kenya Navy, fulana mbili za Kenya Navy, jozi moja ya buti za kijeshi, kompyuta ndogo almaarufu kama tablet, tembe 114 za Cospam, marobota tisa makubwa ya bangi, mapanga mawili na kisu kikali. Polisi wamesema washukiwa wa hao ni raia wa kawaida, na uchunguzi unaendelea kubaini walikopata sare hizo za kijeshi na iwapo walikuwa wakijihusisha na shughuli za kihalifu. Na tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, ni kwamba shirika la Haki Afrika limejitokeza kulalamikia kutekelezwa kwa waathiriwa wa mkaso wa maji wa Chuda, huku manusuru akisema wa wajapokea fidia yoyote. Mkurugenzi mkuu wa Haki Afrika Yusuf Abubakar ameonya kwamba hatua zote za kisheria zitatumika kuhakikisha haki inapatikana. Mwanahabari wetu Hanifa Yusuf amekuandalia taarifa ifuatayo. Aliteseka pale baharini, alikosa msaada. Mtoto wangu, mtoto wangu alikufa kama na tambaa, nilimwona kiwa akiwa mochari amejikunja. Ambapo hawa watu wangesaidia mtoto wangu angekufa Shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika likishirikiana na manusura wa mkasa wa maji wa Chuda limejitokeza kulalamikia kile wanachosema ni kutekelezwa kwa waathiriwa na waandalizi wa mkasa huo kwa miezi kadhaa sasa. Wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Yusuf Abubakar, wamesema kuwa licha ya waandalizi kuahidi kutoa fidia kwa walioathirika wa hadi sasa hakuna ahadi iliyotekelezwa. Napenda kusema. Toka ile incident ifanyike ilifanyika mwezi wa kumi tarehe kumi, last year. Wanyambo alikuwa ameorganize ile event. Sema kweli bana, cheki, yani bado sisi na wao hatujaionana. Mshaona? Sisi na wao bado hatujaipata time at least tukaongea mmoja mbili tatu, ama ile tu kuja kusema pole pole. Unajua kusema pole, angalau basi hata

Poleni lakini paka sahii imefika mahali imebidia tu, tupush kama si push yetu wa, sisi hata bado tuikuwa tujaona mpaka sahi tujawaona e, tumefanya tu kusikia wametamani wame kuonana na sisi e, na hata tujui kama pia tutawaona, lakini hiyo kutamani a kuonana na sisi ni sisi wenyewe ndio tumepushsi ati ao wa ndio wamependelea Wakizungumza na wanahabari, manusura wamesema mkasa huo umeacha maumivu makubwa katika familia zao, huku baadhi ya waliopoteza maisha wakielezwa kuwa walikuwa tegemeo kuu la familia. Huyo mtoto babake alikufa akamwacha akiwa na miaka minne. Nimeng'ang'ana mwenyewe, nimeng'ang'ana mwenyewe na mtoto wangu nimemlea. Alikuwa sai anazabangaiza, akaja akanilea, maana ye ndio mtoto wa mwisho ndi alikoa roho yangu tuseme maana mtoto pressure naweza kufa wakati wote moanuuniaga kwavile nimchezaji kajadakifika kitu saa kumi na mbili mimi ndio naleta ripoti ati wangu ako barini nikashindwa baharini, wapi? Sikuamini kama mtoto wangu amekufa. Mimi watu walienda Ijumaa, mimi nilienda Jumamosi, kwa sababu sikuamini, na sikuwa najua kweli anaweza kuwa ni yeye. Nilijua labda mtoto wangu atajitetea hata kama ameenda kutafuta pesa, na nikasema nikasikia, kuna gari zilikuwa zinawabeba, na kuna pesa pia walikuwa wanashindania. Nikajua hiyo pesa ndio imefanya mtoto wangu aende huko. Sina amani, nataka haki yake. Juzi nimeenda baharini, nikaomba ruhusa fanya sherehe yake ya mwisho abalia mtoto akikufia kule unazika, lakini unarudi unachukua kichwa yake. Na sasa hii nadai haki yake yenye ilimfanya akakufia huko. Nataka haki yake, aliteseka pale baharini, alikosa msaada mtoto wangu mtoto wangu alikufa kama natambaa. Nilimwona akiwa mochari amejikunja, ambapo ambao watu wangesaidia mtoto wangu angekufa Tom, naitwa Tom lspata angekufa Nataka tu haki. Serikali iangalie. Mimi nilisema sina uwezo wa kwenda kusimama kotini, kama kutakula mtu atajitokezea tu anisaidie na Mungu anisaidie, haki yake itoke kulingana na venye alikuwa ameenda kutafuta. Baadhi ya hao wametaka waandalizi wa hafla hiyo kutoa puuza, bali wawatembelee na kuwajulia familia zilizoathirika, wakisema kuwa hadi sasa hakuna fidia yoyote iliyotolewa kwa manusura wala kwa familia zilizopoteza wapendwa wao hii Nadhani tulizika tarehe moja mwezi wa kumi na moja. Ama kweli toka tukio lifanyike, toka siku ya kufariki kwa mtoto wangu kale tarehe kumi, Ijumaa mwezi wa kumi. Sijawahi ona waliohusika wakikuja kusema hata pole. Pole, neno pole ni neno la maana sana, lakini kutoka hiyo tarehe kumi mimi sijawahi kuwaona kwa macho yangu hata wakisema tu neno la nukta nne pole. Kwa upande wake, Bwana Yusuf Abubakar ameonya kuwa Haki Afrika itachukua hatua zote za kisheria kuhakikisha haki inapatikana kwa waathiriwa endapo vilio vyao vitaendelea kupuuzwa. Na uchunguzi wetu, uh, umeonyesha kwamba kulikuwa na uvunjaji wa haki Uh, kuna upetepetevu upete, upete, ambao ulifanyika negligence ambayo ilifanyika wakati wa kuorganize yale mashindano yalikuwa yanafanyika pale, na kwa mujibu wa sheria uh, kuna ridhaa ambayo inataka ipatiwe wale ambao walifariki kwa sababu ya ile negligence ambayo ilifanyika pale, na vile vile wale ambao walinusurika na wakaathirika kwa namna moja ama nyingine. Eh, tumeona kwamba wahusika walikuwa wamewaeleza uh, wale victims kwamba wataweza kushirikiana nao kuhakikisha kwamba wamewasaidia wapate ridhaa, lakini kwa muda huu wote hakuna hatua yote imefanyika. Kwa hivyo tumeshirikiana nao, tunataka kufuatilia kuhakikisha kwamba wamepata haki zao, na ikibidi kuenda kotini, tuko tayari kwenda kotini ili waweze kupata haki zao. Malengo ni mawili, ni kwamba siku zijazo mtu yoyote ambaye anataka kuwatumia vijana kwa mashindano kama yale lazima ahakikishe kwamba anawalinda, anachukua hatua zote za tahadhari ili maafa kama yale yasifanyike. Nikiripoti ya Runinga Alshifa, mimi ni Hanifa Yusuf. Tukisalia katika kaunti ya Mombasa ni kwamba serikali ya kaunti hiyo imezindua mpango wa elimu yake wa kugawa vitabu vya bure kwa wanafunzi, hatua inayolenga kuhakikisha elimu inakuwa bure kwa watoto wote, hususan wa chekechea. Mpango huo utanufaisha wanafunzi elfu kumi kote katika kaunti ya Mombasa, huku ukipunguza mzigo wa kifedha kwa wazazi na kuboresha upatikanaji wa elimu ya awali. Wizara ya elimu katika kaunti ya Mombasa imepokea msukumo mkubwa baada ya serikali ya kaunti hiyo kuzindua mradi wa kugawa vitabu vya bure kwa wanafunzi. Mpango huo unaotekelezwa chini ya mradi wa elimu Kea unalenga kutimiza mojawapo ya ahadi za gavana Mombasa Abdusamar Sharif Nasri ya kuhakikisha elimu inakuwa bure katika kaunti hiyo. Akiongoza afula ya uzinduzi waziri wa elimu kaunti ya Mombasa Daktari Mbwarali Kame alisema kuwa mradi huo unanuia ya kuwanufaisha wanafunzi elfu kumi kote kaunti ya Mombasa, hususan wanafunzi wa chekechea, yani ECDE. daktari Mbarali Kame aliongeza kwamba serikali ya kaunti imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha vitabu vya kutosha vinasambazwa kwa wanafunzi wote ili kuondolea wazazi mzigo wa kununua vitabu na kulipa karo. Leo tumekuwa na hafla kama hii ya kulaunch vitabu kama hizi. Beneficiaries watakuwa ni wanafunzi elfu kumi na mbili wa shule zetu za chekechea PP1 and also PP2. Vitabu hivi vime consider exercise vime consider books zime consider zile subjects tano na pia tume consider assessment book. Mzazi atakuwa hana dharura yoyote ya kununulia mtoto kitu chochote katika shule zetu za chekechea. Gavana, katika manifesto yake, alisema mambo ya masomo katika ECD itakuwa ni free education. Leo tunathibitisha wazi kwamba chekechea zetu ziko katika free education. Vilevile, Daktari Mbwarali alisema kwamba serikali ya kaunti inapanga kuondolea wazazi wanaofanya kazi hofu ya malezi ya wa watoto wao kwa kuwa tayari imeanza mpango wa kujenga shule za ECD zitakazojumuisha madarasa ya daycare kwa watoto wachanga. Government kama hii. Mbali na hapo mwaka huu tunawania tutakuwa na ECD center zetu za kutosha, ambazo kwamba mafundi tayari wako katika construction zinaendelea, na kuna zingine tayari mchakato waendelea, zitajengwa shule kama hizi, zikiwa ndani yake kuna day care centers kwa wale watoto au wazazi ambao kwamba watakuwa wanafanya kazi, itakuwa wanawapeleka watoto wao katika mahala kama hapo. Twaipa heko serikali yetu ya Mombasa County, na twasema sisi tukilinganisha na nchi zetu au tukilinganisha na kaunti zetu, Mombasa kaunti, kama alivyosema direkta wetu kutoka Longhorn, tuko number one katika mambo ya education. Kwa upande wake, katibu mkuu wa mpango wa elimu ya Daktari Chamala Ali alisema kuwa mradi huo ni afueni kubwa kwa wazazi na wanafunzi, akibainisha kuwa kwa muda sasa wanafunzi wengi walikosa masomo kutokana na ukosefu wa pesa za kununua vitabu, lakini sasa watapata kila sababu ya kutabasamu kama elimu skimu kwa tutasimama na, tutasimama na hili jambo ukamilifu wake, na tuhakikishe kama vitabu hivi vimefikia yule mwanafunzi yule ambaye alikuwa hawezi kununua kitabu. Sasa atakuwa anaweza kupata kitabu. Yule mwanafunzi ambaye alikuwa hawezi kupeleka kuweza kula chakula cha skuli, anaweza pata lishe bora. Mwanafunzi anaangaliwa mbali tu na kusoma, hata pia na health pia imekuwa ni jambo kipaumbele gavana amepeana kuhakikisha mtoto wa Kimombasa amefaulu katika maisha yake kuanzia chekechea hadi kufika mpaka mbele. Hata hivyo, akizungumza na walimu pamoja na wanafunzi katika shule ya msingi ya Concordia, Waziri Mbwarali alisema kuwa kaunti ya Mombasa inajivunia kuwa kaunti ya kipekee inayotoa vitabu vya masomo yote kwa kila mwanafunzi katika shule za umma, akisisitiza kwamba serikali ya kaunti imejizatiti kuhakikisha elimu yote na kwa bure kwa wanafunzi wote katika kaunti hiyo. Tunaweza kusema na kujivunia ni katika kaunti ambazo kwamba zatajwa nadra sana ambazo kwamba za provide vitabu kwa wanafunzi wao wa chekechea PP1 and also PP2 concerning exercise book or considering exercise book, vitabu vya mathematics, vitabu vya environment, vitabu vya CRE, vitabu vya IRE. Na kila kitu kinacho kinachohusishwa na ECD bila kusahau kutaja chakula kinachopewa wanafunzi wetu wa Mombasa County. Hii ni big thanks kwanza kwa Mwenyezi Mungu, kisha big congratulation kwake His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Governor hoye Hoy! and uh, it's our hope that the teachers are going to use them uh, well and uh, congratulations to uh, our governor His Excellency the Governor for ensuring that uh, in achieving the investment in education as he states in his manifesto is being achieved. Apart from the food apart from the capitation and the books we are really we really appreciate and uh, we look forward to seeing our, our learners having a, a better education. Today we've not just launched books we've launched opportunities we've launched hopes and we've launched futures we expect to see a return out of this investment Mombasa County is leading in this I walk around the country and I would say Mombasa is leading in education and as... Nikiripotia Runinga Al Shifaa kutoka ka kaunti ya Mombasa naitwa Joseph Lewa. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo, tuelekee siasani ambapo gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasri amesisitiza kwamba katu hata kihama chama hicho cha ODM, akitaja kwamba licha ya propaganda ambayo zimekuwa zikienea, yeye hajawazia kujiondoa katika chama hicho. Akizungumza hapa jijini Mombasa wakati ambapo alikuwa na wahutubia wakazi wa eneo la Shanzu, gavana Nasri ambaye pia anashikilia wadhifa wa naibu mwenyekiti wa chama hicho amesema kwamba lengo lao ni kuunda serikali katika uchaguzi mkuu unaokuja au kuwa kwenye serikali. Mimi niko katika chama cha OD, na mimi sio yule ambaye kwamba nitatafuna maneno. I will propagate my party policies. Lazima niwaambie ya kwa msimamo wetu, sisi tuko katika serikali ya Broad based, lakini tuko katika chama cha OD na nimeona kuna baadhi ya watu, kila mmoja anatoa hisia zake, lakini hisia watu walikuwa wakitoa tangu wakati baba yuko hai. Kwa hivyo hata sahii watu wakitoa hisia zao it means that the party is still very vibrant and alive. Lakini muhimu zaidi, sote ni ndugu, watu wataitana tukae pamoja na muhimu zaidi ikifika mwaka 2027 hata na mimi pia si vibaya, kama ninyi kama wana Mombasa musemea kwa gavana wetu hayuko katika chama cha upinzani, yuko katika serikali ama namna gani? Kwengineko mtazamaji, ni kwamba walimu katika kaunti ya Mombasa wamezidisha wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kushughulikia masuala ya mishahara ustawi wao na uhaba wa walimu, huku uchaguzi wa chama cha walimu wa elimu ya sekondari na vyuo KUPPET ukiendelea kwa amani kote nchini. Walimu walijitokeza kupiga kura, walisema zoezi hilo limekuwa tulivu, limepangwa vyema na lilifanyika kwa usalama wa hali ya juu. Wengi walielezea matumaini yao kwa uchaguzi huo utazalisha viongozi watakotetea ipasavyo maslahi ya walimu. Walimu hao walisema kwamba kushughulikiwa kwa changamoto zilizodumu kwa muda mrefu katika sekta ya elimu ni muhimu ili kuboresha viwango vya elimu nchini. Hata hivyo, wanaitaka serikali kushirikiana kwa karibu na vyama vya walimu na kushughulikia madai yao kwa haraka. A, tunatarajia tupate viongozi bora. Masuala ni mengi sana, hasa ya salaries. Kuna rais alituahidi ya kwamba atafupisha ile awamu za mishahara. Tunatarajia hilo lishughulikiwe mara moja, kwa sababu walimu wanateseka, walipata nyongeza chache sana ya mshahara, na tunataka yule kiongozi atachaguliwa aharakishe na ahakikishe hilo jambo limefanyika kabla Julai. Tunawaomba viongozi ambao watachukua hatamu waangalie welfare za sisi kama walimu kuna lalama nyingi hasa upande wa insurance zile kina shaa na zile zingine ambazo zilikuweko nyuma na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na sisi kama walimu. Kwa hivyo tunawaomba tu watakapochukua hatamu waangalie welfare za walimu wetu, kwa sababu walimu wamejitokeza wakikupiga kura, wakitazamia kwamba watakaochukua hatamu wataangalia welfare zao. Na kwa taarifa hiyo, tunaelekea kwenye mapumziko mafupi, lakini kusi, mtazamaji, usiende mbali. Tunarudi na habari za kimataifa na michezo. Shukrani, mtazamaji kwa kuendelea kuichagua Alshifa TV kwa kituo chako cha habari, burudani na michezo. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Al Shifaa Digital Kenya, YouTube Al Shifaa Television Kenya, pale Instagram, TikTok na Twitter ni Al Shifaa Media Kenya. Kimataifa ni kwamba mke wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda aliyefungwa jela Kizza Besigye amewalaumu rais mteule Yoweri Museveni na mtoto wake wa kiume Jenerali Muhoozi Kainerugaba kwa kile walichokitaja kama kumweka kizuizini kiharamu na kumnyanyasa mumeo kwa kupinga mpango wa urithi wa rais. Akizungumza akiwa nyumbani kwake eneo la Angati Uganda, amesema Besigye amezuiliwa kimakusudi kwa kupinga nia ya kumrithisha Jenerali Muhozi kama rais ajaye. Kulingana naye, anasema Besigye amezuiliwa chini ya udhibiti wa kijeshi katika gereza la Luziro. Mwanasiasa huyo mwenye miaka 69 alikimbizwa katika kituo cha matibabu cha kibinafsi chini ya ulinzi mkali. Chama cha People's Front for Freedom PFF kilisema bila kutajwa alisumbuliwa na nini. Hata hivyo, wakuu wa magereza walikanusha kuwa afya Besigye ilikuwa mbaya na kuelezea ziara yake ya usiku kwa daktari kama uchunguzi wa jumla. Tuelekee michezoni mtazamaji, ambapo klabu ya Stade Reims imethibitisha kumsajili kiungo wa Harambee Stars Mansur Okwaro Suleiman kutoka Nairobi United kwa mkataba wa miezi sita. Kulingana na Kevin T anaripoti kwamba huenda mchezaji huyo akasajiliwa kwa mkataba wa miaka minne msimu huu utakapokamilika. Mansur ataungana na beki mwenzake wa Kenya Joseph Okumu ambaye pia anaichezea klabu hiyo. Na ripoti ya jarida la El National linadai kwamba Chelsea wako tayari kulipa euro milioni 150 kwa ajili ya winga wa Real Madrid Vinicius Junior mwishoni mwa msimu huu. The Blues watapata ushindani mkali kutoka kwa Manchester City ambao wameweka ofa ya euro milioni 150 sawia na Chelsea kwa ajili ya mchezaji huyo. Manchester United wanajitayarisha kumtumia kiungo wa Uruguay Manuel Ugarte katika dila ya kumnasa kiungo wa Sunderland Noah Sadik. Give Sport linaripoti kwamba the Red Devils wanaendelea na mazungumzo ya kumnasa kiungo wa Uhispania Marc Casado kutoka Barcelona. Newcastle United watakubali ofa kubwa kwa ajili ya forward wa Uingereza Anthony Gordon mwenye miaka 24 ambaye anameziwa mate na klabu ya Liverpool pamoja na Arsenal. Jarida la Fichajes linaripoti kwamba klabu ya Everton imepewa nafasi ya kumsajili mshambuliaji wa Ubelgiji Romelu Lukaku kutoka Napoli. Inatajwa kwamba dili la takriban pauni milioni 17 zitatosha kumpata mchezaji huyo. Chelsea wameonyesha nia ya kutaka kumnasa kiungo wa Ufaransa Eduardo Camavinga mwenye miaka 23 kutoka Real Madrid. El National la ripoti kwamba dili hilo huenda likajumuisha Enzo Fernandez ambapo Chelsea watapokea euro milioni 50 zaidi. Taarifa kutoka Hispania zinasema kwamba beki wa Uingereza Trent Alexander Arnold hana raha katika klabu hiyo. Jarida la Defense Central central naripoti kwamba mchezaji huyo mwenye miaka 25 huenda akajiunga na klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani. Na mtazamaji, kufikia hapo, nasema asante sana kwa kuifanya Al Shifaa TV kuwa kituo chako bora zaidi cha habari, michezo, burudani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo wangu amekuwa ni Rajab Abubakar akishirikiana hapa na Catherine Kabiru, pia mrembo June Advance amehusika, piga picha wangu amekuwa ni Derek Wanjala. Mtazamaji, nakutakia usiku mwema, alamsiki.